Septemba 26, 2025 inaandikwa katika kitabu cha historia kanisa Anglikana Tanzania Diocese ya Tabora, ikiwa ni siku pekee ambapo tume maalumu iliyoongozwa na baba askofu Vitalis Yusufu kutoka Diocese ya Biaramuro akiwa ameambatana na katibu mkuu kanisa Anglikana Tanzania kasisi kanoni Dr. George Otieno Lawi na kupewa jukumu na askofu mkuu kanisa Anglikana Tanzania Dokta Maimbo William Mndolwa la kukagua hatua za maandalizi ya dayosisi tarajiwa ya Kahama inawasili mahali hapa na kufanya ukaguzi wa nyumba ya askofu mtarajiwa, ujenzi wa kanisa kuu, ukaguzi wa gari la askofu, ujenzi wa ofisi za askofu na idara zake, uwezo wa dayosisi tarajiwa katika upande wa CCF pamoja na miradi ya maendeleo iliyopo kwa sasa, na kisha kupokea taarifa fupi kutoka kwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Mchungaji Kanoni Lukasinga Sachuma, ambaye pia ni katibu mtendaji dayosisi ya Tabora. Mkutano mkuu wa sinodi ya kumi na mbili ya dayosisi ya Tabora iliyokutana tarehe 16 mpaka 19 Juni 2024 katika moja ya ajenda zake iliridhia haja ya kuanzishwa kwa dayosisi ya Kahama itakayomegwa kutoka dayosisi ya Tabora. Haja ya kuanzisha dayosisi ya Kahama inatokana na kazi kubwa ya uinjilisti inayotakiwa katika wilaya za Kahama, Mbogwe na Bukombe, lakini kupunguza ukubwa wa eneo la dayosisi ya Tabora yenye jumla ya parishi 56 kati ya hizo parishi 34 zipo katika mkoa wote wa Tabora na parishi kumi na nane zipo katika wilaya za Kahama, Mbogwe na Bukombe. Sinodi hiyo ilihudhuriwa na wajumbe wa patao 152 kutoka parishi zote za diocese ya Tabora. Sinodi iliagiza halmashauri ya diocese ya NDC kuunda kamati ya maandalizi ambapo wajumbe kumi na mmoja walichaguliwa kuunda kamati hiyo wakiongozwa na katibu mtendaji wa dayosisi ya Tabora ambaye ndiyo mwenyekiti wa kamati hiyo, pia makatibu wawili Ana Busa kutoka Kakola na Edison Isaya kutoka Kabuhima na mtunza fedha aliyechaguliwa baadaye kutoka parishi ya Kahama. Pia kamati iliongeza wajumbe wengine wawili wawili kutoka kila parishi zitakazounda dayosisi tarajiwa ya Kahama, wakiongozwa na wachungaji wao. Ndani ya kikao hiki tulivu kati ya tume hii na wajumbe wa kamati ya maandalizi, askofu Vitalis Yusufu anaonyesha nia yake ya kutaka kujua juu ya yale yaliyoafikiwa kwa pamoja kuhusu mali na miradi inayomilikiwa na kusimamiwa na kanisa, uanzishwaji wa dayosisi. Mimi ambaye nimekuwa pionea bishop kwa dayosisi mpya ya, ya Biharamuro, jambo la kwanza siyo tu ishu ya rasilimali jambo la kwanza ni moyo wa wale waandaaji andaachi, yaani moyo tu kiwepo kwamba tunaitaka dayosisi kwa ajili ya kupanua kazi ya Mungu. Huo ndiyo mtaji mkubwa sana. Mambo mengine Mungu atawajalia, kwa sababu mkiwa na moyo wa pamoja, maana yake mtafanya kwa pamoja, na hata mkishampata askofu mtafanya kwa pamoja na mafanikio uh, yatakuja tu polepole pole. Sasa nilitaka kujua kwamba je, ile nyumba mmelipia kwa asilimia mia au mumelipa nusu au robo au ni mali kauli? Maana yale mnayotupa sisi ndiyo yatakayotusaidia, uh, huko mbele kwa mambo ya, ya recommendation, ili isitokee kwamba tunasimama na ujasiri wote, kumbe wanaojua mambo kwa uhakiki wanatutazama, wanatucheka, wanaona kama hatujafanya. Siamini kama hiyo shughuli itakuwa mali ya, ya dayosisi <laughs> e, yani, makanisa mara nyingi makanisa yakianzisha miradi hayawezi kuipa diocese. Sasa je, kwamba inapojadiliwa ijadiliwe kama shule nayo ni sehemu ya kitega uchumi cha, cha diocese? Kanisa kwa moyo mweupe kabisa na hamu ya kuanzisha diocese lita litaisubmiti lita shule kwa diocese mpaka sasa dayosisi hii tarajiwa ya Kahama ina dinari tatu, Kahama, Ushirombo na Bukonda moyo, parishi 18, wachungaji 20, wainjilisti 38, makanisa 43 na zaidi ya Wakristo 6100, ambapo katika kukamilisha mchakato huu zaidi ya shilingi milioni 100 zinahitajika kwa ajili ya maandalizi ya uanzishwaji wa dayosisi hii. Watu wa Kahama wana kiu sana na kupata dayosisi yao. Wamefanya mambo mengi ambayo kwa kweli sisi kama kamati tumeyaona na yakatutia moyo, wanastahili kupata dayosisi. Wameanzisha ujenzi wa kanisa ambao unaendelea, lakini pia wamenunua nyumba ya uaskofu ambayo tayari ipo, ni marekebisho machache tu yanahitajika, lakini nyumba iko katika hali nzuri lakini pia kuna gari ambalo tayari limetolewa na dayosisi mama, dayosisi ya Tabora kwa ajili ya huduma za uaskofu katika dayosisi hii ya Kahama ambayo ni tarajiwa. Kama nyumba ya maaskofu itaridhia, basi Mungu, nafikiri jambo hili kwa jinsi alivyolianzisha, kazi ya Mungu itaendelea. Tumewashauri kuwa na umoja, mshikamano katika wakati huu wa maandalizi, kwa sababu ndipo jambo kubwa linapotakiwa kufanyika wawe na umoja mshikamano kwa ajili ya kulianzisha ili jambo ambalo tayari linaendelea kukamilika. Kwa hatua hii kunafungua ukurasa mwingine wa maandalizi ya safari ya uanzishaji wa dayosisi tarajiwa ya Kahama. Na hapa katibu mkuu kanisa Anglikana Tanzania Kasisi Kanoni Dr George Otieno Lawi anaikumbusha kamati kukamilisha mambo muhimu yafuatayo, maana yake taarifa hii ikirudi kwa askofu na ikapelekwa kwenye nyumba ambazo zote zitafanyika mwezi wa 11. Inatoka kwenye nyumba tarehe 13 na inaenda kwenye halmashauri kuu tarehe 14 Novemba. Kama zikiridhiwa, maana yake tamko la kuruhusu eneo la dayosisi ya kahama kuanzishwa sasa rasmi litatoka kabla ya mwisho wa mwaka, na likitoka kabla ya mwisho wa mwaka kama itakuwa imepata ridhaa kwenye hivyo vyombo vya maamuzi ya kanisa, maana yake mwakani mahitaji yataongezeka kwa sababu likitoka itabidi sisi sasa ofisi ya katibu mkuu iweke ratiba za mwakani kuhusu dayosisi ya tarajiwa ya Kahama kwenye kalenda, na tukishaenda kwenye kalenda, maana yake gharama zingine zitaanza kuongezeka. Sasa tutaanza kufikiri gharama za ofisi semina ya katibu mkuu kuja hapa mara kadhaa, kwanza semina na elekezi mbili, uchaguzi, halafu baada ya hapo kama hamtakuwa mmelumbana kwenye uchaguzi nani awe na nani asiwe, kama hamtakuwa mmelumbana, mtakuwa mnafanya maangaiko kwa ajili ya consecration, kuweka askofu kitini, na hivyo vyote huwa vina, vina gharama. Kwa mara nyingi hapa mimi huwa natamani kuona ile commitment ya kazi ambazo zinakusudiwa kufanyika katika hii robo moja ya mwaka iliyobaki, na kazi kubwa ya kwanza hapa ni kumaliza deni la ununuzi wa nyumba ya askofu, ili mseme kwamba nyumba ya dayosisi haina deni lolote, lakini pili, kurudisha sasa nguvu zenu kusukuma mambo mawili. Moja, lazima msukume hizi ofisi za compassion zitoke hapo, zije huku, ili ziweze kufree space kwa ajili ya ofisi zingine za muhimu sana za idara ya dayosisi, kwa sababu pale mna, mna mawili, mna upande wa askofu na mna katibu inategemea yeye mwenyewe huyo atakayekuja atampenda nani kuliko mwingine. Kama akitaka kukaa karibu na vika general ili wawe wanatiana moyo, manake inawezekana pale, tuna ofisi ya askofu na vika general. Akiamua otherwise itakuwa ni mamlaka yake, lakini lazima muwe na idara ya fedha. Kwa hiyo maana yake vivyo vile ukiacha kumaliza nyumba ya askofu, mnahitaji kuhakikisha kwamba sio mwakani, mwaka huu huu msingi wa compassion. lazima hivi vyumba viende viende juu ili tunapo kama ikipita, maanake tunapokuja kwenye semina tukute tayari mmewatoa compassion huku, wamekuja, wamekuja huku kwao. Na jambo la tatu ni kuongeza sasa hiyo nafasi ya ofisi zingine ambazo sisi metuambia tumeziandika hapa, lakini kimsingi bado hazipo, kwa sababu zitakwepo tu kama mkifunika juu. Ingekuwa ni ofisi zilizoko kwenye jengo la chini ingekuwa sawa, lakini kwa sababu ni ofisi ambazo ziko kwenye jengo linalohitaji paa maana yake kazi ya tatu lazima mwangaike namna ya kufunika uwazi huo wa juu hapo, ili hatimaye hizo ofisi zingine zifanye nini, zipatikane. Na hiyo ndo changamoto tulionayo, kwa sababu sisi hapa tutaandika kwamba ofisi zipo, lakini kimsingi zingine ziko kwenye ramani, ila kwenye uhalisia bado bado hazipo. Kwa hiyo mna hizi kazi kubwa tatu kabla ya mwisho wa mwaka, kwa sababu ikishaanza mwanzo wa mwaka mwingine, atubii matokeo ya Novemba itaongeza tena, yapo yatakayokuwa yanaendelea kama finishing ya kanisa ku, kwa sababu ni kazi kubwa, haiwezi kaisha mara moja, lakini maana yake ziko zitakazokuwa zimekuja kuongezeka kutegemeana na taratibu. Kiongozi wa tume hii Askofu Vitalis Yusufu, mbali na kutoa pongezi kwa Askofu Daktari Elias Chakupewa wa Dayosisi ya Tabora na sinodi yake maalum kwa kuridhia uanzishwaji wa mchakato huu, nje ya kikao hiki, anatoa tahadhari kwa waumini na watumishi wote kupendana kuwa watulivu na kuendelea kuliombea jambo hili ili amani iendelee kuwepo kwa sasa, wakati wa mchakato na baada ya kupatikana na kusimikwa kwa askofu wa dayosisi tarajiwa ya Kahama. Katika maelezo yangu na kuwatia moyo wanakahama, na hasa kwa kuangalia historia tunayoipitia kama kanisa, na hasa tunapofika kipindi cha uchaguzi wa kumtafuta askofu, mchakato wa kumtafuta askofu kunakuwa na changamoto nyingi sana ambazo kwa kweli Wakristo tunasahau nini tunachotaka na wapi tunakopaswa kwenda. Kunakuwa na vurugu nyingi, kunakuwa na ushabiki mwingi Aa, ambao baadhi ya watu au baadhi ya Wakristo wanaweka kupambana, wanaweka nguvu zaidi ili kwamba kumpitisha yule ambaye wao wanamtaka. Neno la Mungu inasema Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo, kwa sababu wanadamu wanaangalia kwa nje, lakini Mungu anaangalia moyo. Na nimewasihi sana na naendelea kuwasihi sana ndugu zetu wa Kristo, wachungaji wote, makatikista wote, wa injilisti, mchakato utakapoanza kwa neema ya Mungu, vikao vikibariki a, mwishoni mwa mwaka huu kwamba Uh, watakaporidhika na vigezo ambavyo uh, viliwekwa na tutakapopeleka taarifa sasa, vikao maalumu, vikao husika vitakapobariki jambo hili kwa kuridhishwa na vigezo vilivyopo na taarifa itakayotolewa, Wakristo wote tuanze kuliombea jambo hili, ili amani, upendo, utulivu na mshikamano vitawale, kwa sababu dayosisi ikianza kwa amani, ni lazima maendeleo yataonekana. Dayosisi ikianza katika mshikamano na upendo, ni lazima tutayaona maendeleo chanya yatakayokuwa naonekana. Watajenga zaidi, makanisa yatajengwa, wachungaji watasoma, vitega uchumi vitajengwa, lakini ni pale ambapo dayosisi itaanza kwa amani. Kwa hiyo msingi mzuri unaoweza ukaifanya dayosisi huwa ni amani na upendo wa kweli, kuliko kutanguliza uchu wa madaraka na nafasi ambazo zinatafutwa kwa nguvu. Tuyasubiri na kuyasikiliza mapenzi ya Mungu tunapoiombea dayosisi hii tarajiwa ya Kahama, ili kwamba kanisa la Mungu likuwe na dayosisi ianze katika amani. Ikumbukwe kuwa kuanzishwa kwa dayosisi hii ni ishara ya kukua kwa kanisa na ni moyo wa uinjilisti. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuwasilishwa kwa taarifa hii kwa askofu mkuu na kisha kujadiliwa na nyumba ya maaskofu kabla ya kutolewa uamuzi wa mwisho na halmashauri kuu Kanisa Anglikana Tanzania inayotarajiwa kukutana Novemba 2025, na endapo wataridhia, basi tamko rasmi la kuanzishwa kwa dayosisi mpya ya Kahama litatolewa kabla ya kumalizika mwaka wa Bwana 2025.